Kinacho kubariki uwe makini na ujiepushe, ukisema ovyo, kwa sababu baraka anayoiachilia itageuka kuwa laana it kwako. Ah, hivyo ndivyo ilivyo. Ndio maana nilitanguliwa kusema kwamba wakristo wa kitanzania wangejifunza wa kutoka Nigeria. They would learn from from Nigeria. kabisa kabisa kwa sababu kule kwa ukisema wewe ni mchungaji, When you a pastor, Ana, anafanya na hivi kabisa kuomba msamaha kwa mm-hmm, sababu nilienda kwenye conference moja, walikuwa wanapigania viti kwa sababu ni wengi kwa hata viti vilivyopangwa kwa ajili ya wageni waliotoka Tanzania. Tanzania wanataka wakae, lakini akiona beji, pastor from, pastor from Tanzania anasema okay. Anzaanasema I beg your pardon. so, Kiingereza like cha wa Nigeria unaona, lakini Watanzania tunachukua kawaida tu. Kwani tofauti yes, ya mchungaji na mimi ni nini? Ananena kwa lugha nami nanena kwa lugha, anasoma Biblia nami nasoma Biblia, alafu eti nimpelekee sadaka? Kama nina uwezo, ngoja nitaanzishe duka langu kanisa langu mwenyewe sababu hana tofauti na mimi. We don't have any difference. Alafu nadhani Mungu atakuwa radhi na wewe. Yeye ana wa Mungu, mwelewe. Let's understand these things. Esau alifanya baba na mama wawe na uchungu, lakini Yakobo pamoja na madhaifu yake siku zote alitafuta kufurahisha moyo wa baba yake na sasa, akiwa kwa Labani mchawi when he was in Laban's house, the sorcerer, Mungu alimtuma malaika kumuhifadhi, hivi hivi. Angefanywa msukule, angewekwa kwenye dari ya nyumba, ili usiku awe anaenda kulima mashamba, ili awe naenda kuchunga mbuzi, and watu awo wanaona tu mbuzi wanachungwa na ng'ombe, mchungaji haonekani, lakini kumbe ni msukule <laughs> lakini alishindwa kwa Yakobo mara kumi zote akatafuta kumdhulumu, lakini malaika wa Bwana anatokea na mhifadhi. Nilidhani leo namaliza, lakini muda ni muda, bado na yako mambo mengi ambayo nataka kusoma.